Kwa jina naitwa Mariam kali Nanga, ni balozi wa pale na ni mama mkwe wake mama mdogo wake. Kwa kweli, hii kitu inaumiza sana. Tatizo hilo limegundulika hospitalini kuwa amepata sumu, na hatujui ni shida gani amepatia wapi. Tulimuuliza mama, akasema sijui chochote kuhusu hilo. Kwa kweli, inasikitisha sana, inauma sana, mtoto wetu inasikitisha sana, kwa mimi naumiza sana kwa kweli. Hilo tatizo bado hatujajua, ndio hivyo wauguzi wameangalia na wamejulikana kwamba ni ini imefeli haifanyi kazi. Tatizo ndio hilo, na madaktari wameangalia sana, wametuuliza, semeni ni chakula gani chenye sumu wamekula? Tukaambia sisi hatujui, tukamuuliza na marehemu, marehemu anasema hapana, hakuna chakula chenye sumu nilichokula, ila ndo hivyo. Naombeni jamani, hamna tatizo lingine tunalolijua, hamna shida yoyote. Tunaishi naye vizuri, hana shida marehemu, tuko naye pamoja kwa wote. Siku ya Jumatano alikuwa menipigia simu, ameniambia mambo, mbona simu zenu hazipatikani? Nikamwambia kwa nini, kaniambia na watafuta nakutafuta wewe pamoja na wajomba hampatikani, mbona nakufa bila kuniona. Nikamwambia ulikuwa na umwa? Kaniambia ndio. Nikamwambia unaumwa nini? Akasema nilikuwa na mimba ya miezi mitatu lakini nimetoka, <coughs> nimeongezewa damu chupa tatu. Nikamwambia sahivi unaaje? Kaniambia na, kani na umwa lakini na nafuu kidogo, nimetoka hospitali sasa hivi, niko nyumbani, watoto wanaumwa. Nikamwambia wanaumwa nini, kaniambia wanaumwa tumbo. Nikamwambia wamekula nini, kaniambia sijui. Nikamwambia pole, ntakuja kukujulia hali. Nikakaa siku ya Jumamosi na jumapili Jumatatu ndio nikaja kumjulia hali. Nilipofika nyumbani nikawakuta watu, nikawaambia yuko wapi, nikaambiwa amepelekwa hospitali, amezidiwa. Tukakaa, kabla ya kuondoka nyumbani nilikuwa najiandaa, nikasikia mtoto moja ame watoto wamepelekwa hospitali moja amefariki. ame alivyofika nyumbani ndio nimemkuta mama naye, nimeambiwa amezidiwa akapelekwa hospitali. kufika Nakwa ndio tume tumemkuta mama naye amepelekwa hospitali, hatujaonana. haya jana jana usiku, nikasikia tena, ilikuwa muda wa saa nane, yule wa pili tena amefariki, tukanyamaza. Haya, jana asubuhi ndio tumekuja hapa hospitali kuwachukua hao watoto marehemu, ilikuwa kwenye muda wa saa nane hivi. hatujafika nyumbani tumepigwa simu tena naye amefariki. Sasa sijui tatizo ni nini, sijaongea naye vizuri. Haya, jana nilipofika alikuwa mpoteza fahamu, nikamwita Sabina, alikuwa anaitika tu. Nikamwambia vipi hali, ananiambia haya haya. Nikatoka nje kwenye muda wa saa saba, tena nikarudi ndani na mwita alikuwa anaitika tu, anasema e, e, wala hatukuongea tena io. Mtangazaji, mi kwa majina naitwa Abdalla Kwendo, naishi kitongoji cha Mageni, kijiji cha Nakwa. Marehemu ni jirani yangu, hii taarifa kwa ni watu wa majirani. Siku ampelekwa usit kwanza, alipelekwa huyo uh, mama uh, mwenye watoto ambaye sasa mwili wake huko hapa mochwari baada ya kupelekwa hospitali, lakini tulisikia kama kidogo alikuwa na ujauzito fulani. Sasa ule ujauzito uli toka ni kama miezi michache tu kizidi nafikiri ni kama mitatu tulivyoelezewa, lakini kwa ujauzito ule umeharibika. Sasa aka naye akawa ameishiwa na damu akawekewa na damu, basi kaendelea kutibiwa mahali hapa kwenye hospitali ya rufaa, karudishwa nyumbani. Kwa majina yako naitwa nani? Asini, Shabani. Asini? Shabani. Shabani. Wewe ni ndugu wa marehemu kwa upande gani? Mke wa shemeji yangu. Mm. Kwa mama aliyefariki ni mke wa shemeji yako. Mke wa kaka yako. Ndugu wako. Pole sana. Asante. Nini ambacho kimetokea mpaka uh, mama pamoja na watoto wake wa wawili kupoteza maisha? Bado si tatuelewi maana inasemekana kama kuna chakula, madaktari anatuambia kama kuna chakula walitumia nani inasumu. mm -hmm. Ndio kilicho wazuri watoto hao kuelekea mpaka ini kuharibika. Bado uchunguzi unaendelea mpaka sasa uh. na mama alikuwa na watoto wangapi? watoto watano watoto watatu, watano, watano. Okay. Mm -hmm. kwa wawili wamefariki, amefariki okay. hao watatu hawajapata madhara yote, wawili saizi ndio tunapata majibu kama vile wanachembe chembe, -chembe kwa mbali wako hospitalini hapa? Hapana, jana tuliwachukulia tuliwa vipimo hapa, tukawapeleka nyumbani. mm -hmm. turuhusu tuwaende nao nyumbani, maana mm -hmm. hawako na shida yoyote. Lakini sasa vipimo vimerudi kama wana ile chembechembe chembe chembe za, yani kama wana madhara kidogo kwa mbali. Na wewe kama kama baba mkubwa, sasa ulipata kujua kwamba chakula gani walikitumia hiyo siku na ilikuwa ni lini? jaribu kufuatilia lakini sikupata. mama mwenye aelewe, tuko toto alivyoanza kumwa. alianza yeye kwanza, alianza mama ndio tumpeleka hospitali wila ya wilaya Mrara, tibiwa pale, tukapewa rufaa ya kuja hapa mkoani, akakaa kama siku tatu hapo, akaruhusiwa. Baada kuruhusiwa, akaambiwa tarehe mbili arudi kwa ajili ya kuchekiwa tena. Tumerudi tarehe mbili juzi, alikuwa hali yake sio nzuri. Wakati huo mtoto naye mmoja alikuwa amefariki. Sa ndo hivo ilivyotokea. na hamjapata labda kupata majibu yoyote kwa mama kabla hajafariki? Hapana, nimejaribu kumuuliza sana kwa karibu, labda kama kuna kitu chochote nakumbuka. Poleni sana, pole sana kaka na Mama anaitwa nani kwa majina yake? Shamsia. Shamsia. Pole sana. Ana umri kama miaka mingapi? 36. 36. Kwa majina anaitwa Petro Simplisti. Mimi ni mdogo wake na marehemu. Marehemu mwenyewe alinipigia simu. Akaniambia kwamba watoto wanaumwa. Mtoto mmoja anaumwa. Melazwa hapo hospitalini. Tukasikia mtoto amefariki. Jana tulikuwa tunakuja kumzika, mtoto huyo wa pili akafariki. Haya, baada ya hapo tukafika hapa sasa mchana, mda a jioni jioni, tukawa tunasikia tena yeye amefariki. Kwa majina anaitwa Neema Shabani. Alao watoto hawa nimewaleta hapa hospitalini kwa matibabu nimewauguza kwa muda wa siku siku kama tano hivi. Mmoja amefariki tarehe moja mnamo tare saa tisa, nikabaki na mmoja nikawa naendelea kumuuguza naye alifariki tarehe mbili saa nane na dakika arobaini na moja. Mimi naitwa Elisha Gwandu, lakini mi ni mchungaji. Tuko hili kwa kweli la sisi kuondokewa na, na watu watatu imetusikitisha sana hapa kwetu kijiji cha Nakwa, na pia ni jambo ambalo kwa kweli limetugusa hasa jamii, na ndio maana unaona watu ni wengi sana kwenye tukio hili, limegusa kila moja kwa kweli, tumeumia sana kwa sababu ya jambo hili. Mimi mwenyekiti wa kijiji hiki cha Nakwa hili tukio tumelipokea kwa masikitiko makubwa sana na ni tukio ambalo halija, halijawahi kutokea kwenye kijiji chetu cha Nakwa, lakini hata majirani zetu hatujawahi kuona tukio linalofanana na hili. Tukio hili limepoteza watu wanne, roho nne, kwa maana ya watoto wawili walio hai lakini mama pia alikuwa mjamzito toka mimba lakini na yeye pia ha, amefariki. Kwa hiyo ukifanya hesabu tumepoteza watu wanne kwa wakati mmoja, lakini pia tuna mpango kwamba baada ya shughuli hizi za msiba wa leo, jana tumezika, na leo sasa tunazika, ila mpango wetu ni kesho mapema, kuanzia asubuhi tutakaa kama jamii pamoja kwa ajili ya kuulizana zaidi kwa kina na kwa namna ambayo tutake kujua nini chanzo cha tukio hili. Je, limetokana na nini? Inawezekana limesababishwa na mtu au labda ni kwa bahati mbaya ama makusudi yoyote. Kwa hiyo natamani kesho, baada ya kesho, labda tunaweza kupata nini chanzo haswa cha tukio hili kwa jina naitwa Dr Matius Kimaro, daktari kutoka hospitali ya rufaa mkoa Manyara na hudumu kama clinical service coordinator, utaratibu wa huduma za kitabibu katika hospitali ya rufaa mkoa Manyara. Mnamo tarehe 29 mwezi wa tano mwaka 2025, tulipokea wagonjwa wawili ambao walikuwa ni watoto, mmoja akiwa na umri wa miaka minne na mwingine alikuwa na miaka saba Watoto hao waliweza kufika katika hospitali yetu wakiwa na dalili za manjano, lakini pia walikuwa na dalili za kuvimba tumbo, lakini pia wengine, mmojawapo uh, alikuwa na dalili za kuvimba miguu ambavyo uh, zilionekana ni dalili ambazo walikuwa nazo kwa siku kadhaa nyuma na hata hivyo tulijaribu kuwafanyia uchunguzi wa watoto hawa ambako tulishindwa kujua haswa sababu ya moja kwa moja ambazo zilichangia dalili hizi, lakini katika kufanya vipimo tuliweza kuona kwamba, uh, watoto hawa walikuwa na viashiria vya, vya kwamba walikuwa na athari ambazo zili, uh, zilitokea kwenye ini zaidi, lakini pia walikuwa na dalili nyingine ambazo uh, zilionekana kwamba ni ilikuwa limepata changamoto, hatukuweza kujua haswa visababishi halisi vya changamoto hizi. Aa, katika kuwahudumia wagonjwa wao, waliweza kuhudumiwa katika wodi za watoto, lakini pia walihudumiwa katika wodi ya ICU, na bahati mbaya katika kutoa huduma, mmoja alifariki tarehe mbili na mwingine alifariki usiku wa kuamkia tarehe tatu, mtoto watoto wote wawili lakini uh, sambamba na hilo uh, katika tarehe mbili, mama yao uh, mama mzazi naye alikuja kwa ajili ya matibabu akitokea uh, nyumbani, na alipatiwa matibabu katika wodi ya magonjwa ya ndani, na katika kupatiwa matibabu ali uh, pamoja na jitihada zilizofanyika, mama huyu naye alipoteza uhai tarehe tatu ya mwezi wa sita mida ya saa tisa alasiri of course, kwa mama pia dalili alizokuja nazo ni sana walizokuja nazo watoto japo kwa mama inaonekana ni ya, ilikuwa ni kwa siku kumi na nne nyuma alikuwa na dalili hizi, lakini walikuwa wakipata matibabu katika vituo vya karibu lakini sababu ya moja kwa moja aa, kujua kwamba nini kimechangia tatizo hili bado akijaweza kujulikana, na ni kwa sababu tulichoona tu ni viashiria vya kwamba hili limepata shida, lakini hatujajua haswa ambacho kimeweza kuchangia aa, tatizo hili haswa kwa watu hawa wote watatu. Sisi kama polisi tulipata taarifa tarehe tatu mwezi wa e, sita mwaka, mwaka huu jioni kwamba kuna vifo vitatu vimetokea vya kutatanisha e, mpaka tutakapokamilisha hatua za kiuchunguzi. Kama tungejua mapema basi, e, mili yote mitatu tungefanyia uchunguzi wa kitaalamu, lakini kwa bahati bado tunapata taarifa tayari wale watoto wawili wameshafariki. Kwa hivyo, lakini tumebahatika sasa kupata mwili wa huyu mama, tutapata baada ya muda tutapata kujua chanzo cha kupatwa na umauti hao watu watatu wote. Maisha ya mtu ni, ni, maisha ya mtu kupotea ni jambo zito sana. Kwa hivyo kinapotokea kifo na kikao kina mashaka, wasikubali kuchukua hatua wa hadi kwenda kuzika mwili, lazima watoe taarifa vituo vya polisi vilivyokuwa karibu, ili sisi tuje kufanya uchunguzi, sababu pengine kuna mtu ame, ame, ame, kuna tukio la kihalifu kama mauaji, ili tumpate muuaji na tuweze tumpeleke katika vyombo vya sheria. Sheria ichukue mkondo wake.